Katika mwendelezo wa kukusogezea stori mbalimbali kuhusiana na mzozo unaoendelea kati ya Russia na Ukraine, tumepata stori moja ambayo e, kwa namna moja ama nyingine, mtazamaji wa Mwananchi Digital, unaweza kukupa hali halisi ya kile kinachoendelea katika eneo hilo la mapigano, na taarifa tuliyoipata inasema kuwa raia wa Ukraine, wakiwemo wanachama wa kikosi maalum cha Azov, wamehukumiwa vifungo vya miaka kati ya 13 hadi 23 baada ya kukutwa na hatia ya kutenda makosa ya ugaidi nchini Russia. Uamuzi huo ulifikiwa jana Jumatano, huku serikali nchini Ukraine ikilaani kitendo hicho kwa kile ambacho imesema kuwa ni kinyume na haki za binadamu. Mahakama katika jiji la Rostov-on-Don nchini Russia imewakuta na hatia ya ugaidi raia hao 23 katika kesi ambayo Ukraine imeitaja kuwa ni ya uongo na inayokiuka haki na sheria za kimataifa. Washtakiwa hao ni pamoja na wanachama 12 wa Kikosi Maalum cha Azov cha Ukraine waliokamatwa katika eneo la vita. Kikosi hicho kinatajwa kuwa kiliongoza ulinzi wa jiji la Mariupol katika miezi ya mwanzo ya vita vya Russia dhidi ya Ukraine. Wafungwa hao wa kivita walikutwa na hatia Jumatano kwa mashtaka ya kujaribu kufanya mapinduzi ya kijeshi kwa nguvu na kuendesha shughuli za shirika la kigaidi. Baadhi yao pia walikabiliwa na mashtaka ya kusimamia mafunzo haramu ya kijeshi kama sehemu ya vita vinavyoendelea kati ya Ukraine na Russia. Walihukumiwa vifungo vya kati ya miaka 13 hadi 23 gerezani, ambavyo vitatumik... watavitumikia katika magereza yenye masharti magumu zaidi, kwa mujibu wa Ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa Russia. Kwa mujibu wa chombo huru cha habari cha Mediazona, pamoja na wanachama hao 12 wa Azov, watu wengine 11 walikuwa tayari wamerudishwa nchini Ukraine kupitia ubadilishanaji wa wafungwa waliohukumiwa bila wao kuwepo mahakamani. Kati yao, wanawake tisa walikuwa wapishi wa jeshi la Ukraine huku wengine wakiwa ni wapiganaji wa jeshi hilo. Mediazona ilisema kuwa wanachama wa Azov watawasilisha rufaa dhidi ya hukumu hiyo, huku baadhi yao wakikana makosa hayo ama kudai kuwa ushahidi waliotoa ulipatikana kwa kulazimishwa. Hukumu hiyo ya Jumatano imetolewa siku moja baada ya Russia na Ukraine kukubaliana kusitisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya meli kwenye Bahari Nyeusi, kwa lengo la kufanikisha usitishaji wa mapigano mapana zaidi ili kumaliza vita vya miaka mitatu kati ya Russia na Ukraine. Kundi ma mashuhuri la haki za binadamu la Russia la Memorial ambalo lilishinda tuzo ya amani ya Nobel mwaka 2022 limewataja raia hao wa Ukraine kuwa ni wafungwa wa kisiasa. Kwa mujibu wa Memorial, baadhi yao walikamatwa mwaka 2022 wakati wa mapigano huko Mariupol, ambapo walijificha katika kiwanda cha chuma cha Azovstal kilichozingirwa na wanajeshi wa Russia wakati huo wengine walikamatwa walipokuwa wakijaribu kuondoka mjini humo baada ya kuangukia mikononi mwa Russia. Kamishina wa haki za binadamu wa bunge la Ukraine, Dimitro Rubinets, alilaani kesi hiyo tangu ilipoanza Juni 2023, akiitaja kuwa kama kesi ya uongo zilizofanywa kwa ajili ya kuiburudisha utawala wa Russia, nanukuu, Russia na haki ya kweli havihusiani kwa vyovyote. Dunia lazima itoe jibu kwa kesi hizi za aibu dhidi ya watetezi wa Ukraine. Ni wazi kwa kila mtu kuwa wanaopaswa kuwa kizimbani si wale wanaojitetea bali wale walioanzisha uchokozi, walivamia ardhi ya nchi nyingine kwa silaha na walivamia kwa vifaru eneo la taifa huru, alisema Lubinet, mwisho wa kunukuu. Kikosi cha Azov kimepigwa marufuku ndani ya Russia na kinatajwa na Moscow kama kundi la mafanikio la wanaopinga Russia vikali na lenye itikadi kali ya kinazi. Hata hivyo, Ukraine inakataa vikali madai ya Russia kuwa Azov ni shirika la kigaidi ulimwenguni. Kikosi hicho kilianzishwa na mwanaharakati wa siasa kali za utaifa Andrei Biletsky, lakini baadaye kilijitenga na siasa zake. Kuanzia mwaka 2014 kilijumuishwa rasmi ndani ya kikosi cha kitaifa na kuanza kuvaa gwanda za kitaifa za Ukraine. Raia wengi wa Ukraine, wapiganaji wa Azov ni mashujaa waliokuwa Waliokuja kubadilisha upepo wa kupigania uhuru wa taifa hilo wakishikilia msimamo wao hata katika magofu yaliyopo mji wa Mariupol, jiji lililozingirwa na wanajeshi wa Russia kati ya Februari hadi Mei 2022. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi, tutakusogezea kila update inayojili kuhusiana na mzozo huo kati ya Russia dhidi ya vikosi vya Ukraine ya Volodymyr Zelensky. Jina langu ni Mgongo Kaitira na hii ni Mwananchi Digital.